Na msikilizaji, wenyewe wanasema kwamba mafanikio ni kupata unachotaka, lakini furaha ni kutaka unachopata. Karibu, zimetimu saa kumi na moja hili ama mukhtasari wa wimbi la Samaritan FM ukisomewa nami Nshemela Samuel Ngovilo. Mpango wa drive unaolenga kupunguza hatari, kuharakisha usikirishwaji na shughuli za kuongeza thamani katika sekta ya mifugo umetoa shilingi milioni mia tisa mia tano kumi na tisa kwangadhi kwa sekta hiyo. Hatua hiyo imepiga jeki uchumi wa ufugaji katika maeneo kame nchini. Mpango huu ambao ulizinduliwa katika mkutano wa wadau leo asubuhi, jijini Nairobi, unaonekana kuleta mabadiliko makubwa na ya haraka katika maeneo yaliyokuwa yametengwa awali, ambayo sasa ni vituo vya uwekezaji ukiongozwa na shirika la maendeleo la Kenya KDC na kuungwa mkono na bengi alimi ya mpango wa Drive unaboresha biashara ya ufugaji katika kaunti ishirini zikiwemo Marsabit, Samburu, Narok na Kajiado. Fedha hizo zinaimarisha ukuaji katika viwango vyote husika vya thamani katika ufugaji, kuanzia lishe, uandaji wa nyama, uandaji wa ngozi na biashara, kwa kuangazia maendeleo yasiyoathiri tabia nchi na yanayoongozwa na jamii. Mkurugenzi mkuu wa shirika la maendeleo la Kenya KDC Nora Retem alisema kwamba mpango wa DRIVE unafungua thamani ya muda mrefu kwa kusaidia hasa katika ufadhili na kwingineko. Ni kwamba wanaharakati wa mazingira katika kaunti ya Trans Nzoia wameanzisha kampeni ya kuhifadhi chemichemi za maji kupitia mashindano ya -e magari hata hii inalenga kuokoa vyanzo vikuu vya maji kiwemo kisodoanacha anani. Hatua hiyo inajiriku baada ya kuharibiwa kwa mazingira ambayo imepelekea kukauka kwa vyanzo na kupotea kwa maji katika eneo hilo, jambo ambalo linaleta wasiwasi kwa wakazi wa kaunti ya Tanzoi, ambao wengi wao ni wakulima. Kupitia mashindano ya magari, wana mazingira hao wametumia hafa hiyo kuhamasisha jamii muhimu wa kutunza chemichemi na pia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchini.

aoaaaknaelalia kaunti hiyo kuwaajiri wafanyikazi wapatao zaidi ya mia mbili hamsini ni kinyume cha sheria na kuwalipa shilingi milioni tatu. Inaarifiwa kuwa vibarua hao ni marafiki na jamaa wa wafanyikazi wa kaunti hiyo ambao walipewa ajira bila kufuata taratibu za wajiri. Hata hivyo bodi ya utumishi wa umma wa kaunti hiyo hio yenye utata na tukitoka nchini, tuvuke mipaka. Pale ambapo kwenye taarifa za arubaa ya kimataifa ni kwamba tume ya uchaguzi nchini Bangladesh imesitisha usajili wa chama cha awali, ama Awami League cha waziri mkuu aliyeng'olewa madarakani Sheikh Hasina, hatua inayokipiga marufuku kushiriki uchaguzi ujao wa bunge. Afisa wa ngazi ya juu wa tume hiyo amesema uamuzi huo umetokana na pendekezo lilotolewa lotel, na wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo. Inafuatia uamuzi wa serikali wa siku ya Jumapili kuzuia shughuli za chama hicho hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusiana na kesi ya ukandamizaji uliofanywa na dola dhidi ya waandamanaji mwaka uliopita. Ukanamizaji huo ambao Umoja wa Mataifa unakadiria ulisababisha vifo vya watu elfu moja na mia nne kati ya wale ambao walikuwa wakihusika kwenye maandamano. Na basi baada ya taarifa hiyo ya kimataifa kutoka Bangladesh, ndipo nahitimisha mukhtasari la wimbi la Samaritan mida hii ya saa kumi na moja. Taarifa hizi na zingine zaidi zitakuwa ziikujia zitakapo timu saa 12 japo ijapo kimtasarikisha saa moja kamili itakuwa ni kiukamilifu. Wimbi la Samaritan FM, kwa taarifa hizi na zingine zaidi, zidi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Samaritan FM, ili upate kufahamu kipi ambacho kinajiri kutoka sekta na idara tofauti tofauti. langu jina ni Inshemela Samuel Ngovilo, na kutakia jioni njema.